na kwa kupata fursa ya kuweza kumwombea Mungu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kwa tawasuli hii tuliyoitaja majina ya Mwenyezi Mungu 99 inatosha, tumeisoma kwa ajili yake. Na kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya mbunge wetu na kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa CCM Wilaya. Naomba ndugu zangu Waislamu, nitoe maneno mawili tu ili na mimi niwe nimechangia mawazo yangu. Kwanza ni kuwaomba Waislamu wote waendelee kusimamia amani iliyopo, ambayo ndio inosababisha kufanya ibada na ni miongoni mwa ibada hii tuliofanya leo Tukikosa kupata amani tutapata matatizo ambayo hatuwezi kuyajua. Ndugu zangu, amani hii ni muhimu, na hata dini imesema tulinde amani. Ndugu zangu, bila ya amani hatutoweza kufanya jambo lolote, na binadamu tumeletwa kwa ajili ya kufanya ibada. Ibada haitofanyika kama hakuna amani. Nje kuna mitunto ya bunduki, tulindeni amani hii Mungu aliotupa, inayosimamiwa na serikali yetu tukufu, pendwa Mheshimiwa Shehe wa mkoa ulisema kwamba kuwalisha watu chakula tutapata thawabu kubwa sana sana, naamini kwa kijana wetu Mrisho Mashaka Gambo ambaye ni mbunge wa jimbo la Arusha amekusikia na tumpongeza na kumshukuru. Manake jana jana, jana shehe mkuu wa mkoa tulikuwa wote pamoja, kama si jana ni juzi, na leo tena Mwenyezi Mungu ametukutanisha kupitia kwa kijana wetu Mrisho Mashaka Gambo. Tunakushukuru sana ndugu yangu, ukuwalisha wale ambao wahitaji, ukuwalisha ndugu zako chakula, tutapata baraka nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu na kubwa zaidi ee wa mkoa umezungumza pia kwamba tuwape furaha wale ambao wenye huzuni na chakula, naye pia katika kitu ambacho kinaleta furaha ni shibe. Mtu akisha shiba atakupa baraka mia zaidi ya mia. Na katika kitu ambacho kinajenga mahusiano mazuri sana na shehe wa mkoa ni pamoja na chakula. Hata kwa mnyama ukimlisha vizuri tu kila siku, atakuwa anakufuata nyuma au pembeni kila siku, habanduki karibu na wewe hapo ulipo. Sasa sisi wanadamu ni zaidi ya mnyama. Kwa Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, tunakushukuru sana sana sana. Mheshimiwa wetu Mrisho Mashaka Gambo, nikupongeze sana kwa majitoleo yako makubwa maana sisi tunasema chakula ni ibada, kula ni ibada. Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, napenda mbele ya hadhara hii nikupongeze sana kwa kujitolea kwako, mchango wako mkubwa, sio tu kwa hafla hii, bali mchango wako mkubwa tunauona kwenye jimbo letu la Arusha Mjini kwa kila kata umetenda mema mengi mengi, ambayo mwenyezi Mungu ndiye atakulipa. Pia niwapongeze ninyi mlioalikwa kwa wingi huu, mkaweza kuhudhuria na kushiriki pamoja hafla hii. Naamini kwamba tulipo wengi hivi na mwenyezi Mungu mweza wa yote yuko nasi, yani tunamshukuru mwenyezi Mungu amzidishie mbunge wetu awe na afya njema, yuko awe vizuri. Yaani leo tumefurahi, tumefuturu kwa, kwa, na kushiba kabisa.